Watakaa nje vizuri bila kubugudhi mtu yoyote, msituchokoze. Na Wanachadema na Watanzania, tusikubali kupigwa kama kuku, tusikubali kupigwa kama kondoo, sio sawa. Tusikubali tukipigwa, shavu la kwanza geuza la pili, lakini kabla hujapigwa ile shavu la pili isikilize sauti ya Roho Mtakatifu inayokuambia polepole, yafuate hayo maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, polisi, tafadhali Tueleweni na mtusome kwamba tunakuja kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu, hatuji kugombana na mtu. Tutakapokuwa tumekuwa wengi basi mtupange, kaeni chini, tutakaa. Simameni hapa, tutasimama, lakini sio kuwapiga watu na marungu kama vikuku hivi. Msitufanyie hivyo tafadhali sana, tuheshimiane hapa mjini tunafuatilia kesi ya mwenyekiti wetu, tutakuja, tutaketi kwa amani na tutaondoka zetu kwa amani, kwa ninyi ndio msituchokoze.